na kujitahidi kuwa katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiweka mbali na makatazo ambayo ametukataza ili tupate mafanikio hapa duniani lakini na kesho akhira. Bila ya kuwa na jitihada ya kuwa katika taa ya Allah na jitihada kujiweka mbali na maasi na machafu, basi mafanikio yatakuwa hamna.

Watukufu Islam. Tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Walillahi lilahi lhamdi, wajibu wetu ni kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hii neema ambayo ametupa. Wangapi na wangapi neema kama hii Allah kawakosesha, na wao walikuwa wanatamani, lakini Allah kawakosesha, kanipa mimi na wewe sasa Allah anachotaka kutuangalia, liyandhura kaifa naamalu, anataka kutuangalia sisi ambao tuko hai tutafanya nini. Allah kashatuletea Ramadhani, sasa sisi tutafanya nini hii katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani? Tutauthamini huu mwezi au tutauachia tu? Iwe ni bora wale waliokufa kuliko sisi ambao tuko hai? Ndugu yangu Muislamu,

Futihat abwaabu ljanna falam yughlaq minha baab, milango yote nane ya pepo yanafunguliwa yako wazi kabisa. Anayetaka kuingia katika hii milango ajitahidi, ajikaze. Milango ya pepo imefunguliwa yote tokea jana usiku hakuna mlango wowote ambao unafungwa mpaka Ramadhani itamalizika. Kwayo ni mimi na wewe tu kuonyeshe jitihada yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini milango ya pepo imefunguliwa yote. Mtume anaendelea anasema, wa ghuliqat abwaabu an-nar, na milango yote saba ya moto imefungwa hakuna mlango wa moto ambao wa uko wazi saa hivi, walam yuftah laha ba, hakuna mlango wote ambao umefunguliwa yote. Hayo Allah anatutakia kheri waja wake, tuzichume hizi kheri. Ukimalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani tumevuna sana kabisa, milango ya moto yote imefungwa. Kisha Mtume anasema wasufidat maradatu shayati, wale mashetani wakorofu wale wanaompelekea wanadamu kuingia katika upotevu ukafiri, kumtilia wasiwasi hili na lile, basi hawa wamezuiliwa kipindi hichi, hawapo, wamewekewa vizuizi, hawa kupewa nafasi. Wewe ndugu yangu Muislamu sasa hawa washaekuwa katika kizuizi, kilichobakia nini? Wewe mwanadamu, wallahi ni jitihada. Kitu gani kitakachokuangaisha? Ni kitu kimoja, alnafsi. Sasa kilichobakia ni nafsi yako wewe mwenyewe, ni kukaa na kuzungumza na nafsi yako ukaamua, ukatoa maamuzi wale masheitani ambao wanakutilia wasiwasi hawa wamewekewa vizuizi saa hivi. Hemu pambana muda huu na hii nafsi yako, tukifahamu kwamba nafsi ni ammaratu bisu nafsi, kazi yake ni kumwamrisha yule mwanadamu maovu. Hichi ndicho kilichobakia hivi sasa kwako. Tayari Allah kashakupunguzia maadui, kabakia huyu hemu. Kana ndugu yangu Mwislamu, useme na nafsi yako, mimi basi tena haya machafu basi, nataka nielekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, usiendekeze nafsi. Nafsi itakupelekea pahala pabaya sana. Nafsi inakuamrisha, wala usifunge na kuna vijana wao Ramadhani hofu, wanaziendekeza nafsi zao. Nafsi inamuamrisha mtu avute bangi mchana wa Ramadhani, wanadamu anaiendekeza nafsi yake, anakubali. Nafsi inamuamrisha mtu alewe

mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe Allah kutakia heri waujui tu, sema na nafsi yako, basi tena haya machafu, mimi Ramadhani hii nataka nifunge tena yote, Ramadhani hii nataka nianze kama kufaidika na Ramadhani. Umekula, umekua nafasi fursa, ndugu yangu Muislamu, Allah amekupa. Pambana na nafsi yako inayokuamrisha machafu, acha haya machafu hichi kipindi cha ja Ramadhani, na huenda ukiacha machafu ndani ya Ramadhani, Allah ataku taufiki miezi mengine utaacha utaingia katika taa ya Allah subhanahu wataala. ala tuhibu ljanna? Ndugu yangu muislamu, wene pendi kupo, upendi starehe za peponi. Kwa hiyo hawa mashaitani wakorofu saa hivi Allah subhanahu wa taala amewazuia, tupambane na nafsi zetu

Nani ananadi katika kat, mbingu anasemaje? Huyu ya baghil khairi, ah, ewe mwenye kutaka ya kutafuta hiyo janna, ndio muda wake wa kutafuta starehe za milele. Hii ndio fursa. Kisha anasema tena wayabaya shari Zuia, tena hii ni fursa ya kipekee, Allah kakupa hizo shari, amsik zizuie katika hichi kipindi. Haya maneno, kila siku ya Ramadhani, sauti inatoka mbinguni. Wewe well, kama huisikii sawa, huisikii lakini sisi tunasema ni kweli kabisa. Nani anaambiwa? Naambiwa mimi na wewe. ya baghi ya shari, ewe mwenye kufanya shari, wewe mwenye maasi, we kijana ambaye bado hujataka kuwacha ulevi mpaka leo, we ambaye hujataka kuwacha zinaa mpaka leo wewe ambaye hujataka kuacha ngoma mpaka leo, ewe ambaye hujataka kuingia msikitini mpaka leo asi, hebu zuia haya hey, machafu ulio nayo wote. Hichi ni kipindi pekee cha kujiandaa wewe, cha kujitayarisha wewe na kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tubia tena na haya makosa ulionayo, fikiria unakokwenda wewe, leo uko kesho unaondoka unaomboka mlimwenguni. Hebu zuia haya machafu ulionayo nayo. Haya ni maneno kila siku ya Ramadhani yanasemwa, tena yanatoka mbinguni, Bayaba ya, ya yashahru asi Ewe mwenye kufanya shari wewe, huu ni mwezi, si mwezi wa shari, huu ni mwezi wa kheri. Hebu zuria hizi shari zako, huenda ukavuna mazuri kabisa, huenda Allah akaubadilisha moyo wako, ukawa unapenda kheri, unapenda taa, unapenda misikiti. Sidharau ni fursa ya kipekee Allah anakupa kama nyima wengi takuingiza wewe ndani ya Ramadhani, bado hujaijua thamani ya Ramadhani. Kwa hiyo unaambiwa huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, zuia haya machafu yako, hizi bangi zako ziachi saa hivi, dabul kiki zako, hebu achana nazo saa hivi Hili suala la zina hemu liache, hizi ngoma na miziki hemu yaache, hichi kipindi sicho iingize katika taa ueramalizi. Ya hadithi anasema wallahi ta na Allah subhanahu wa ta'ala anawaja ambao anawaacha huru na moto fiku uwemo katika watu ambao watajwa huru na moto ndani ya hii Ramadhani. Hebu jipangie ndugu yangu Muislamu, na wewe uwemo katika watu hao. Si fahari kwamba wewe kambani mlevi, si fahari kwamba wewe ni mtu mzinifu, kwamba hiyo sio fahari. Jifaharishe si kwa mola wako, kwa kujikurubisha kwake, kwa yeye ni fahari gani wewe kwamba ukifika ukifika akhira katwe motoni, fahari gani? Unauweza moto? Hakuna anayeuweza. Kwa kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaja kila usiku anawaacha huru na moto. Hebu jikaze, jitahidi uwe miongoni mwao, hacha tena hayo mabaya machafu. Ndugu zangu Islam, hii ni hadithi

Awatengeneze vijana wenzetu, awatoe katika shari, awaingize katika kheri, awatowe katika maskani, awaingize katika misikiti, awatowe katika ulembi na mabangi na zinaa, awaingize katika taa wa rehema zake na utukufu wake, awajalie ni li katika wajawema, awajalie vijana hao wausimamie Uislamu baada ya kwamba wanasimamia maasi, basi wasimamie uislamu wao. Ndugu zangu, Uislamu, tuombeane dua, kila mmoja amuombee dua mwenzake. Hata ukamwona mwenzako ameingia katika maasi, yanyuwa mikono, muombea dua Allah, na yeye amwingize katika taa, amwingize msikitini.